Naam, uh, ahlan wa sahlan msikilizaji, halikadhalika mtazamaji wa Lufa Africa Media. Leo hii tuko kwenye studio tukitaka kwa, uh, tukinuia kuangazia masuala ibuka ambayo yanatendeka katika taifa hili letu la Kenya. Kwenye studio, uh, mimi mwenyewe naitwa Kizito wa Ouma. Niko hapa na Bwana Levi wa Opundi. Vile vile niko na Bwana Augustine Gesa. Naam, uh, hawa ni uh, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wachambuzi wa maswala ya wa kifasihi ambao kidogo leo hii tunataka tuangazie hili swala ambalo linahusu the Echoes of War, yani katika tafsiri ni mwangwi wa vita sijui. So, bwana Levi kama umelisikia hili swala la Echoes of War, hey, Echoes of War, mwangwi wa vita, hiyo ni ule mchezo wa kuigiza ambao unavuma sana. Sasa hivi nchini Kenya nimeona hata mitandaoni kila sehemu kwenye media na kila mahali, kila mmoja anazungumzia swala hilonae Kile ambacho kimeleta attention kwenye kwenye ule mchezo wa kuigiza ni ile hali ya serikali ama wadau fulani hivi kutaka kudhibiti, eh, igizo hilo kwa sababu ya maudhui ambayo yako pale ndani, ambapo wanahisi kwamba kwa kiasi fulani inagusa, um, hisia zao ama inawaathiri watu kiche, eh, kihasi, inawafanya watu wahisi eh, mambo fulani ambayo yanaendelea pale, eh, katika uongozi kwa hivyo huongo. Zile hisia na ule mvutano ndio umefanya Echoes of War ya shule ya upili ya Butere ya wasichana Butere Girls imeweza kutambulika sana, na ndiposa tuko hapa kujadili. Pia sisi kwa upande wetu tunahisije, sisi kama wanafasii tunahisije kuhusiana na swala hilo la udhibiti wa Echoes of War. Naam, asante uh, sana kwa maelezo hayo ambayo ni maelezo uh, Maelezo kamilifu. Na wanasema kwamba fasihi ni kioo cha jamii, yani inajaribu kuweka ile taashira, yani kuonyesha wazi ule uovu au ubora, mambo ambayo unatendeka katika jamii yetu. Kwa hivyo, sijui Bwana Gastin, waweza kujaribu kuleta ule uhusiano uliopo baina ya Echoes of War na ule uh, ile hali ya kuwepo kwamba fasihi ni kioo katika jamii. Naam, kama, kama sote tunavyojua fasihi kwa kioje jamii Kioo kinaangazia, kinaonyesha picha yako halisi namna ulivyo. Labda unaweza kuwa na uchafu mahali, ukarekebisha. Vivyo hivyo fasihi inaangazia mambo katika jamii namna yalivyo, na ukiangazia Echoes of war, e, katika jamii yetu hii inahusiana na maswala na uongozi na sio tu uongozi ule ubadhirifu labda wa mali ya umma na Naam, asante uh, sana bwana Agasti, na kusema kwamba uh, fasihi inatusaidia kuona zile changamoto ambazo tunapitia kama viongozi kama wananchi au wanajamii. Kwa hivyo uh, bwana live wapundi sijui uh, kumekuwa na kisa ambacho kimetendeka kwamba hawa japo kwamba hawa wana mabanati wa Butere, uh, Butere Girls waliweza kupata ufanisi wa kwenda kuigiza mchezo um, huu katika uh, ngazi za taifa na kumekuwa na kwamba ilibidi kwamba koti kaweza kuingilia kati kwa sababu serikali iliweza kupiga marufuku mchezo huu kuigizwa kule kwenye uh, national level. Sijui una hisi viongozi. Okay, na unahisi vipi kuhusu swali hili kwamba viongozi wakiona kwamba kweli hii fasihi imejaribu kuamulika na kuweka wazi, wanabidi wanalazimika kuidhibiti kutumia nguvu za dola, kama vile nguvu za vyombo vya dola, kama vile koti, sijui unahisi vipi kuhusu hili? Kwanza niseme kwamba swala hilo mwanzo liliniuzinisha sana niliposikia kwamba limefika kotini ama li, kabla lifike kotini, wamezuia wale waliozuia, lilinishangaza sana sana sana. Wanazuia igizo ambalo lina ubora wa aina yake, yani linapendeza maskioni kusikia. Wanazuia wana kama nani? Kwa sababu tuna majaji pale ambao walipitisha katika kiwango cha yaitwaje regionals, na kule chini gatuzi na kadhalika igizo lilipita kwa sababu ya ubora ambao uko ndani, ubunifu, mabanati wanafanya kwa ucheshi maigizo yote pale. Sasa huyu ambaye anatoa, anazuia, anatoa kwa misingi gani? Kwa hivyo nilikuwa, limeniuzunisha sana, lakini kwa sababu angalau e, tuna tuna e, mihimili ya serikali kama vile e, koti na kadhalika e, tumerejesha pale. Kwa hivyo angalau kuna fahari, na bila shaka e, nasema kwamba E, walifaa kuigiza walifaa kuigiza na kutoa kwa sababu e, fasihi ni kioo cha jamii kama tunavyosema, na iwapo swala walilol, maswala waliozungumzia ni ya ki, ya kijamii basi hiyo ni fasihi, sio sio kitu kingine chochote. Kwa hivyo iwapo wanazungumzia swala lolote la kijamii, iwe uongozi mbaya, iwe malezi, iwe mapenzi na kadhalika, basi hiyo ni fasihi na ni igizo ambalo linafaa kuigizwa, watu watazame na kila mmoja atoe